Hapo katika burudani siku ya leo, wasanii wamekubaliana kutoanza kwa malipo ya mirahaba kutoka kwenye vyombo vya habari mpaka watakapounda chombo cha kusimamia kazi za wasanii. Mwanahabari wetu anatupasha zaidi. Hizi zilikuwa zama za mababu zetu miaka 80 pasi na shaka miaka hiyo mababu zetu waliburudika kwa nyimbo nzuri na zenye ujumbe. Miaka ilibadilika na ndipo mziki wa mwambao pwani nao ukashika hatamu kila kona ya nchi. Na kama unavyoweza kufahamu, kila sekunde inapobadilika hakika huongezeka na masaa haya gandi, ndipo zikafika zama hizi, kama dhehebu mc kama wafuasi wingi wa wasanii inaonyesha ni, ni dini safi, yani imekubalika. Amini tuko wengi, lakini bado na shaka, sijapata uhakika wate tumesadiki, au wengine ni feki, imetumwa kama mamduki, manake hamna mala na rap na ni rap, mistari imekosa vina yenye pena haina maana, na kila mnapokaa mnapenda kusengenyana, mnapenda kutetana na mnapenda kulumbana. Neve naogopa sana, kwa jinsi ninavyoelewa mwishoni mtatukanana, ama inawezekana mwishoni mkajachinjana. Na wote tuna tunawaa conekana, tuna mana wapi lipo taarabu. Ilikuja kwa kishindo na waguma lichosudu kwa ajili ya malumbano, mwishoni kapa kibudu. Shabiki piga simu. Hapa ndipo mziki wa kizazi kipya ukaanza kuchomoza kwa kusuasua licha ya vijana kuupokea mziki huo, tatizo kubwa lilibaki kwa wazee, kwa kuwa hawakuupokea mziki huu kwa kuamini ni muziki wa kiuni. Lakini leo hii bila shaka aina hii ya muziki maarufu kwa jina la bongo fleva ni mziki uliofanikiwa kuwatoa vijana wengi katika dimbwi la umaskini pamoja na familia zao na kudiriki kuvuka hata mipaka ya Afrika kwa umuhimu wa kipekee kabisa ndipo Desemba 16 mwaka jana, serikali kupitia wizara ya viwanda kwa kushirikiana na wizara ya michezo iliagiza vyombo vya habari kulipa mrahaba kwa kila nyimbo itakayochezwa katika vyombo hivyo ili kuinua uchumi wa msanii. Lakini mapema mwanzoni mwa juma lililopita, wasanii waliketi chini na kujadili hilo. Pasipotarajiwa, wasanii wakataka nyimbo zirushwe katika vituo vya redio na runinga bila malipo. Vyombo <coughs> vya wale wanaruhusiwa kupiga nyimbo za bongo flava ni ule bila kulipwa kwa sasa, mpaka tutakapokaa sawa kuelewana sisi wenyewe. Lakini kwamba tukikaa chini hivo, tunajadiliana tu ndani kule, wengine aujuu mpaka saa hivi, kuna madili kwamba ujue jinsi gani watu wanapata pesa kupitia sisi zikiwepo, so lazima na sisi tulipe. Kwa hiyo katika kulipwa lazima tutengelezee, ndimo ambayo wanapata pesa iko sahihi, watu sisi na kwao, wengine kikubwa kabisa

si kwamba hawakupenda maslahi, la, hasha! Hakuna asiyejua kuwa fedha ni sabuni ya roho, mbali waliogopa kwenda hatua mbili mbele na kurudi kumi nyuma, wakijipongeza huku wakisahau hatua wa nane walizopoteza, hivyo wakihitaji kuundwa upya kwa vyama vya muziki. Tumeamua sasa kososa ibadilishe bodi, ikibadilishwa kwanza na mambo ya kwanza wakamilishe vile ziko ambavyo vimeshirikana kufanyika miaka yote, kama uuzaji wa kidii ni, nini ni, ni, ni na nini. Vikishakamilika basi inawezekana ina, wakaweza kufuatilia a kama seruu, lakini hatuwezi kuwakabidhi hivi vitu, kama vingine vimeshindikana kwa jia miaka yote wasanii mpaka leo. Kwa hiyo naomba uongozi huu kwanza utekeleze usajili, yani usajili kuweza kumsajili huyu msanii anaeleweka kama msanii, na huyu ni msanii wa upande gani, aeleweke kama msanii, halafu baadaye ule uongozi ambao tukauteua sisi uweze ule uongozi ndio upambane na ile bodi kuweza kuitoa ile bodi ya kosota na, na sisi wenyewe ndio tuchague kina nani atakaokaa hapa kosota kimsingi kosota kila siku tulikuwa tunasema hata tulikuwa kwenye vikao vya kidi zile ni kosota hatujui si wanafanya kazi gani ile moja ile ni kimsingi maana yake mimi si nasikia kosota inatoa mila basi ile ndio kupatikana shilingi sisi ni kani hapa Tanzania ubiti sikia au pushi unakaa miezi minane unaona shilingi elfu ishirini na yakopa mie elfu ishirini miezi minane. Kimsingi Kosota sijui nini, tunajisajili kama wasanii, tunatengeneza nyimbo zetu, vikundi vinapiga kwenye baa nje, pia nyimbo yakiakopa inaumba pale kila siku kwa ajili ya kufanya show Hapaji mtu kwa vipi kwa nyakati zake, lakini watakuja kuona ndio sasa, ngoja ndio mkamwona mwenyewe original. Yaani kuna mambo mengi mengi mengi mengi. Sasa ninachoomba mimi. Tusiwe wasemaji sana. Tuwe watekelezaji zaidi. Kuna chama angalau ipendi uongozi wa kwepo mshambulio kile ni nini chakula, nafikiri kwanza tuimarishe nguvu zetu kwenye hili chama tulirekishwe na kutukufu sana na kusaidia sana kwenye sauti ya mawaziri ataisikia na ataweza kuifanyia kazi. Rais wa shirikisho la wasanii Ado Novemba akalitolea ufafanuzi jambo hilo. Kosota isimamiwa na wasanii. Na kwamba sasa ivunjwe, na bodi ivunjwe, lakini pia niki akazungumzia kwamba na watendaji. Kwa hiyo tunapozungumzia bodi ivunjwe, pia tuseme tusiishie tu bodi ivunjwe iundwe nyingine, watakuja wale wale asilimia 95, 98 tuseme. Kwa hiyo tuseme kabisa kwamba watu ambao wamejaa kwenye bodi hawahusiki na wanamuziki. Kwa hiyo ikiwezekana, nafasi ziongezwe hata kumi za wanamuziki waingie mle ndani, ili kuwazidi wale. Kwa sababu, kwa mfano, mimi niko pale ndio mwanamuziki, mkisema mpiga kura tuko 12, wale wote wengine kumi si wanamuziki kabisa, mmoja ni wa Haisaidii kwa hata ukivunja ukivunjwa ukamwingiza FA bado FA atakuwa na kura yake hii moja kwenye maamuzi. Leo kuandalia jarida hili la burudani, mimi ni Hamza Fumo, Mlimani TV, Elimu Kwanza.